Asante sana mheshimiwa, uh, Florent Kiombo nilimtaja Mheshimiwa Mrisho Gambo. Mheshimiwa mwenyekiti, nami niendelee kushukuru tena kupata nafasi ya kuweza kuchangia kwenye bunge lako tukufu, na nitajielekeza kwenye hoja kama tatu tu, kwa sababu kuna mambo ya utumishi, lakini pia kuna mambo ya utawala bora ambayo najua takukuru wamo humo ndani na masuala mengine Mheshimiwa mwenyekiti, kwa miaka yangu yote inayokaribia mitano katika bunge hili nimekuwa najenga hoja kuhusiana na ujenzi wa stendi la jiji la Arusha. Sasa watu watashangaa naongelea stendi kwenye utumishi hapa, kwa sababu kuna utawala bora wako TAKUKURU ambao nadhani wana kazi ya kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya kazi kubwa sana katafutia mradi unaoitwa mradi wa tactic, mradi ambao unakwenda kuweka historia kwa kujenga stendi ya kisasa kwenye jiji la Arusha, lakini mchakato wa kumpata mzabuni unavyokwenda unatia mashaka, na ndio maana hapa nataka niwaombe TAKUKURU waongeze sikio na jicho. Ilitangazwa tenda kwa ajili ya kumpata mkandarasi tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2024 mkandarasi akapatikana kwa bilioni ishirini na tatu milioni mia tano tisini na moja mia saba sitini na mbili na sitini na nne. Baada ya kupatikana huyu mkandarasi, mkurugenzi wa jiji akatoa barua letter of acceptance kwa mkandarasi tarehe ishirini na saba mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Mkandarasi huu alikuwa anaitwa MS China Junxi Corporation for International Economic and Technical Cooperation baada ya hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi akapokea maelekezo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ya kutaka asipatiwe kazi mkandarasi aliyeshinda kwa bilioni ishirini na tatu, badala yake apatiwe kazi mkandarasi aliyebidi kwa bilioni thelathini na moja na milioni thelathini na sita mia moja na hamsini na mbili baada ya maelekezo hayo ambayo tofauti yake sasa yaliyeshinda kama lowest bidder na huyu wa pili anatakiwa kupewa ni bilioni saba nukta nne ambayo ingeokolewa ingesaidia barabara, ingesaidia vivuko na vitu vingine, na tungekuwa tumeongeza heshima kwenye jitihada za Mheshimiwa Rais kwenye kutafuta fedha. Baada ya hapo michakato ikaendelea, ikaonekana kuna, kuna ugumu. Mkurugenzi wa jiji la Arusha ambaye alipokea maelekezo aliyoyasema kutoka ofisi ya Rais Tamisemi tarehe 12 Septemba 2024, ilivyofika tarehe tatu mwezi wa pili 2025 akaikansel tenda hiyo baada ya kuona kwamba aliyeshinda ni ndogo. Huko pia maelekezo mambo katoka katikati hapo, mchakato ukafutwa. Mchakato ulivyofutwa ikatangazwa tena tenda na moja ya kigezo alisema mkandarasi awasilishe ushahidi kwamba amefanya miradi isiyopungua dola milioni 46 na aliwasilisha miradi sio chini ya dola laki moja na elfu arobaini na saba. Baada ya hapo tenda ikatangazwa tena, wakati tayari mkandarasi alishapiwa mpaka na notice ya kuwa awarded kwamba ameshinda hiyo contract, mheshimiwa. Tenda ilivyotangazwa tena, samahani mheshimiwa Mrisho Gambo. Ndiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo unayozungumza nafikiri yameshapelekwa kwenye kamati ya maadili, yataenda kujadiliwa kule. Kama una hoja nyingine ili, ya ziada naomba uzungumze. Hapana mheshimiwa mwenyekiti, ili jambo ni jipya kabisa, alihusiana na zile hoja nne za asubuhi, ni jipya kabisa, naomba nipate haki ya kuchangia kwa sababu si, ni jambo kapu, la ilo soko ambayo nazungumzia, apana, sio soko, nazungumzia stand. Ni jambo jipya kabisa. Hiyo stand pia si imezungumziwa asubuhi? Hapana, ajaingia kwenye hizo hoja, ili ni jambo jipya kabisa, naomba nipate nafasi ya kuchangia kwa sababu takulu na zaabasi na na naomba na ujitahidi usiguse jambo lolote ambalo limeshazungumzwa asubuhi na kupelekwa maamuzi yake kwenye kamati ya maadili. Nakushukuru sana mwenyekiti. Baadaye katangazwa tena tenda. Akapatikana mkandarasi mwingine mmoja akashinda kwa bilioni 30, mwingine bilioni thelathini na moja anataka apewe aliyeshinda kwa bilioni thelathini na moja sio ya bilioni 30. Kwa hapa kuna jambo la kufanya kwa wenzetu wa takukulu kupitia ofisi ya rais utumishi, ili tukaokoe hizi fedha ambazo Daktari Samia anazitafuta kwa jasho na damu dunia nzima, ili kuwasaidia wananchi kwa jimbo la Arusha. Na ukizingatia maelezo yangu, mimi simtuhumu mtu hapa. Mimi naeleza scenario na natoa nafasi kwa taasisi zinazohusika zikafuatilie ili ukweli ukijulikana hatua zichukuliwe, ikiwa vinginevyo tutakubaliana pia na matokeo kwa Mheshimiwa Mwenyekiti na hao waliopo sasa hivi, mmoja ameshaambia kule PPRA, ambao kwa maoni yangu mimi wote hawa 130, 131 bado wanazidisha gharama zile zile. Kama ikichunguzwa na ikathibitika, tutafute namna yoyote ikiwezekana, akipatikana aliyebidi chini, tutaweza kuokoa gharama kubwa zaidi, wananchi watapata stendi yao, kama Rais alivyokuwa anaifanyia kazi pamoja na masuala mengine. Hilo jambo niliseme mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu ni jambo ambalo mimi naona lina maslahi mapana katika jimbo letu la Arusha mjini na ni stendi ambayo kama isingekuwa haya mambo haya niliyoyasema hapa, pengine siku nyingi lingeshapata mkandarasi na kazi pengine ingeweza kuendelea. Lakini jambo la pili kwenye upande huu wa utawala bora ambayo pia nataka kukuru hapo. Nataka nitumie fursa hii kwa kweli kutoka kwenye dhati ya moyo wangu wapongeza sana TAKUKURU na hasa kupitia mkurugenzi wake mkuu Chalamila, lakini na wasaidizi wake walioko mkoa wa Arusha na maeneo mengine. Tulikuwa tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa bodaboda. Kuna hela zilichukuliwa kwenye akaunti, waliochukuliwa walikuwa wanajulikana, nimelalamika bungeni kwa muda mrefu, lakini wahusika wa kupatikana. Leo ninazungumza nikiwa na furaha kwa sababu tayari TAKUKURU wameshamkamata mmoja wa wahusika walioiba fedha za bodaboda ambayo alikuwa ni mwenyekiti wa huo ubodi. Bado waendelea wa wa na jitihada za kukamata kuwatafuta wahusika wengine. Tunaomba wahusika wote watafutwe na wanapokamatwa wapelekwe mahakamani, na lengo letu sisi zile fedha zipatikane, zirudi ili ziende zikawasaidie bodaboda kama malengo yetu ya awali yalivyokuwa wakati tunatafuta zile fedha za kuweza kuwasaidia kwao. Nawapongeza sana TAKUKURU, lakini najua amefanya haya kutokana na uongozi imara wa Daktari Samia Suluhu Hassan ili waweze kuhangaika na rushwa na ufisadi kwenye maeneo yetu. La tatu ni kuhusiana na TASAF, wenzetu wa TASAF, na hili Mheshimiwa Simbachawene unalijua vizuri, tulikwenda pale na Mheshimiwa Muagama kabla ujawa waziri wa utumishi, akaenda na askofu yuko pale, askofu sos akaahidi kwamba kile kivuko kitajengwa na TASAF na akatoa deadline mpaka deadline mpaka leo kivuko hakijajengwa. Nikaenda kumtembelea askofu akanipa hizo concern, nikakufikishia mheshimiwa waziri Simba Chawe na ukaongea na baba askofu ukaelekeza kivuko cha TASAF cha Betheli ambacho kwa shule ya msingi kijenge na kijenge kijengwe, mpaka leo bado hakijajengwa. Naomba nitumie fursa hii kukuomba watu wetu wa TASAF wakakipe uzito kifungo, kivuko kile, kwa sababu kuna shule pale ya msingi watu wanasoma, kuna watu wanaabudu pale kwenye kanisa. Kikitengenezwa kitasaidia sana kuondoa changamoto kwa wananchi wetu wa kata ya Kimandolo, lakini pia na eneo la Kijengi. Na pia kuna, kuna mradi wa TASAF kule Ngutoto block J ulipitishwa kwenye vikao vyote vya halmashauri, fedha pia zilipatikana, lakini mpaka leo kile kivuko hakijajengwa na wananchi walishaambiwa na walishaandaliwa. Kwa hiyo ni kuombe weshima na kivuko cha block J kule Ngutoto Njiro na chenyewe pia kiende kikajengwa, sababu kilifuata taratibu zote na ikapitishwa na fedha zikatoka, lakini mwisho wa siku kivuko bado hakijajengwa. Sasa nini kilitokea, una mamlaka ya kufuatilia? Maana wakati mwingine tunapewa maelezo kwamba oh, mbunge au nguli hahudhurii vikao. Nilihudhuria kikao cha baraza la bajeti la juzi. Taarifa ikasomwa pale ya bajeti. Taarifa inaweza kusomwa ya bajeti hata hatujaijadili taarifa ile. Tukaambiwa kuna kiongozi anakuja kama mgeni, kiongozi akaja pale, watu wakaanza kulia, wameanza kulia, bajeti ikafungwa, na ndio bajeti yenyewe ambayo imeitwa TAMISEMI kwenye vikao haikujadiliwa. Sasa hapo utawala bora ukua? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka ni interrupt Eh, hoja za mheshimiwa mwenzangu, lakini nataka nipongeze ni, ni sana taasafu kwamba wamejenga kivuko pale kwetu Samanga kwenda Sembeti. Kivuko hicho kimetembelewa na kamati kamati husika na kamati imekiona ni chahali ya juu sana kwao, na, naomba kwamba na huko kwake itafanyika tu asiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Mrisho Gambo unaipokea hiyo taarifa ya Dr. Kimei? Mwenyekiti, naipokea maana najua imemsaidia pia kuendelea kujenga jimboni. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sekunde kidogo, kwa sababu kwa Mshu Mshu Maizea, dakika zangu amechukua mheshimiwa Kimei. Mwinyi. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, naomba pia nitumie fursa hii kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kwa kweli kumpongeza sana daktari Samia Suluhu Hassan ametatua changamoto nyingi sana za watumishi, wana miaka mingi walikuwa hawajapanda madaraja kwa daktari Samia walipanda madaraja. Mishahara ilikuwa haijapanda, kwa daktari Samia mishahara imepanda. Malimbikizo yalikuwa hayajalipwa, kwa daktari Samia malimbikizo yamelipwa. Lakini bado watumishi wamenituma, tumshukuru daktari Samia, lakini tumuombe aendelee kuwakumbuka na ikiwezekana apandishe mishahara yao, na sio tu watumishi wa, wa, wa umma, lakini pia na watumishi wa sekta binafsi ambao kiuhalisia mishahara yao imekuwa midogo, na sekta binafsi zinajiamulia wakati mwingine, kwa sababu malengo yaliyowekwa ni madogo, wanatembelea mle mle. Kwa tunaomba mtusaidie pia kuwasimamia angalau kima chao cha chini sekta binafsi kifanane angalau na kima cha chini cha serikali ambacho ni kikubwa zaidi. baada ya kusimama mwenyekiti, nashukuru sana, asante sana.